Assalamu alaikum, Mheshimiwa kamishna wa kupambana na dawa za kulevya katika nchi yetu ya Tanzania, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam, pamoja na viongozi wote ambao tumehudhuria hapa, itifaki ikiwa imezingatiwa nafasi hii kwa niaba ya viongozi wa kamati ya amani mkoa wa Dar es Salaam, ambayo mwenyekiti wetu ametangulia kusema na viongozi wengine wote wote ambao tuko hapa, kwanza kabisa kuunga mkono juhudi ambazo zinafanywa na serikali yetu ya Tanzania katika kupambana na uovu na hasa pekee katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Sisi viongozi wa dini tunaunga mkono juhudi hizo, na kama alivyosema mwenyekiti, haki kutendeka sio jambo jepesi. Nukuu mbalimbali katika maandiko zinasema kazi ya haki ni kuleta amani na utulivu. Lakini haki kutendeka ni jambo linalohitaji upekee na hekima na busara zinazotoka kwa Mungu mwenyewe. Mungu ndiye msimamizi wa mambo yote ya haki. Na viongozi ambao wanasimama katika kutenda haki katika jamii wanahitaji sana uongozi huo wa Mungu katika kutenda hayo. Na sisi viongozi wa dini tunawatakia baraka hizo katika kusimamia haki katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti ametoa kisa katika upande wa Kiislamu, na mimi nitoe kisa kwa upande wa Kristo. Katika kusimamia haki, sio jambo jepesi.